Tuko na wageni wengi, tuko na magavana, nimeona seneta, nimeona wabunge, nimeona MCAs wako pamoja na sisi hapa. Kuna wale walikuwa nasema, oh hakuna mtu ataingia stadium. Hapa ni wapi? Hebu waulize, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? na leo Simba. Kuna wale Walisema ya kwamba ati hapa Kisii kusionekane chama cha ODM, ati hii chama cha ODM imefungwa hapa Kisii. vagũkwanekera kio nĩgovagokerwe kuvwatĩcigwa gwikiamaĩkio aokuvarenta vakenya ba amo anene askurwanĩra vuci vuri vwa vanaici na, na mnjorĩria mangawĩrĩka gwikirana cige kekio gioni kiamagia ODM kiavirgeko vao. Unaona, ODM ni chama ile ambayo imeshikanisha Wakenya wote. Wamasai wako imara, Wakisi wako imara, Wasomali wako imara. Kwanza unaona juata ngamia awakuja kuwa mtu wa samaki inamaanisha ya kwamba chama hiki ni chama ambacho kimekuja ikashikanisha Kenya wote, na ndio ni chama ambaye it is a number one party in Eastern Central Africa. Na hichi chama kutokea mwaka wa 2005 tumejulikana kupigania wananchi, tumejulikana kama chama ambaye ndio ilileta ugatuzi, tumejulikana kama chama ambacho kinapigania haki za binadamu tumejulikana kama chama cha wanyonge na sisi tutaendelea kuzungumzia wanyonge na kuzungumzia wale ambao wako chini zaidi. Tutaendelea kuzungumzia vijana wapate kazi, tutaendelea kuzungumzia kina mama hapa Kenya nzima. Tunasherekea chama cha chungwa kuzaliwa leo. Tuko hapa tarehe 8, 9, 10, 11 na kumi na mbili tutakuwa kule Mombasa. Na nitauliza watu wajitokeze wote tusherekee miaka ishirini ya chama. Na nyina boye kati ya bara ya ubaikira nani ko batogiryo ko bwatira na gweke ya meke yo gwetira somora yo bara ila molo dinga amone serikali ya broad based asabona bali rera yo gocha ko yero isi serikali ya gocha sobo chori bonne bu mwaka bwe chiribere na mirongo bere na isano na ibere. Kwa sasa mpaka mwaka elfu mbili ishirini na saba tunasema sisi tuko ndani ndani ndani ndani ya broad base government, na ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba kama walivyotangulia wale wengine kusema "We will refuse to be in the opposition", mambo ni mawili tunaingia kwa coalition ama tunaingia katika uraisi. Si wenyewe saa hii vile tuna, tunaendelea, tuko katika broad based, lakini sisi tumejipanga, tutahakikisha ya kwamba ODM is going to form the next government or they will be part of the next government. ODM will never be called an opposition party again in this world, kwa, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ase nsemo yende nigo vona valire ira yogochekosire keamekio ase chinsemo ao ao na konyora guanchwa ime yense ya Kenya liokoene kiavu na nkonyola varovovwi ase birogo au au. Hii chama yetu ni chama ya maana, hii chama yetu ni chama ya wazalendo na hii chama yetu ni chama ya maendeleo mashinani. Na tusisahau hiyo, hatutakubali watu kuvuruka chama chama cha ODM mkoa wa Magharibi tukishirikiana na deputy party leader wetu Osotsi na pia viongozi wa chama, sisi tuko tayari na tutahakikisha mwaka wa 2027 kuanzia kwa MCA kwenda kwa mbunge kwenda kwa women rep kufika kwa senator hadi kwa governor wote watachaguliwa kwa chama cha ODM. Kwa reporter ya Etaya TV, jenikonkoro kwa Eric